Hello mfugaji, karibu Wonders Farm Tz, ubora na uaminifu kwenye pati tu. Leo unataka tuangalie tena kuhusiana na CRD, Chronic Respiratory Disease. Haya ni magonjwa yanayoshambulia mfumo wa upumuaji unaowasumbua sana kuku katika mashamba yaliyo mengi. Mara nyingi magonjwa haya yanasababishwa na, na mchanganyiko wa bakteria wa Mycoplasma gallisepticum na mazingira duni ya ufugaji. Sasa dalili za Chronic Respiratory Disease uh, ni kukohoa, kupumua kwa shida kwa kuku uh, mucus ute mdomoni na puani na kwa kama makamasi, lakini macho kujaa maji uh, kuku kushindwa kula vizuri uh, kupungua kwa uzalishaji wa mayai kama kuku wanataga, lakini koo kutoa sauti kama ngurumo au kama filimbi kwa mbali. Chanzo kikuu cha Chronic Respiratory Disease ni nini? Moja ni upepo mkali au baridi bandani. Lakini mbili, msongamano mkubwa wa kuku kwenye banda, unakuwa umeweka kuku wengi kwenye banda moja. Lakini tatu, vumbi na gesi ya amonia, stress namba nne. Namba tano, mabadiliko ya ghafla ya joto kwenye mazingira. Lakini namba sita ni kuingiza kuku wapya bila kuwa karantini. Unakuta umeingiza kuku, umewanunua mahali, umewatoa mahali, umewachanganya kuku, umewaleta kuku wenye magonjwa umewachanganya na kuku wasio na magonjwa au umewaleta kuku kwenye afya ukawaweka kwenye kuku kwenye magonjwa. Tuangalie matibabu na suluhisho la chronic respiratory disease kwa kuku. Ya kwanza, antibiotics maalum kwa CRD, lazima uwape antibiotics maalum punde unapoona dalili hizo. Antibiotics ambazo ninazirecommend ni Tyladox Extra WSP Doxycycline lakini, uh, amino doxycycline na tylosin. Tumia kulingana na maelekezo ya mfamasia wa mifugo unayopewa kwenye duka la dawa. Lakini namba mbili ni vitamins and immune boosters. Lazima ufahamu kwamba kuku anapougua kupata changamoto kama hizi za chronic respiratory disease, huwa kinga zao za mwili zinakuwa zimeshambuliwa, wengine wanapoteza hamu ya kula. kwaili kurejesha nguvu na kupunguza stress, wape vitamini ya top vit, aminovita Uh, super stress mix au amino toto. Namba tatu, zingatia usafi na mazingira. Ondoa vumbi kwenye banda. Hakikisha hewa inatoka vizuri. Punguza msongamano. Lakini namba nne ni disinfection. Tumia disinfectant kama ya Virucide, Germicide mara mbili kwa wiki kusafisha mabanda ili kuua vimelea ambayo vinaweza vikawa viko bandani, uh, kwenye floor, kwenye banda kwa ujumla. Sasa jinsi ya kuzuia chronic respiratory disease. Kwanza, weka bio, uh, biosecurity kali. Mbili, karantini kuku wapya kwa siku kumi na nne eh, kabla ujachanganya na wengine. Tatu, kagua hewa mara kwa mara, uangalie hewa ya bandani ikoje. Lakini na mwisho, hakikisha lishe na maji safi muda wote. Hilo ndio jambo la msingi sana. Ukifanikiwa kuwapa kuku chakula chenye virutubisho na ukaweka kwenye vyombo safi na maji safi utakuwa umeshinda magonjwa kwa asilimia kubwa sana. Niambie umejifunza nini? Niandikie hapo kwenye comment. Wasiliana nasi kwa msaada zaidi. Wonders Farm Tz, ubora na uaminifu